niangani Zanzibar, Mheshimiwa mwenyekiti pamoja na meza kuu, itifaki imezingatiwa. Ndugu zangu wa Zanzibari, najisikia fahari sana kusimama mbele yenu kwenye kisiwa ambacho Mungu ametupa kama zawadi, kisiwa ambacho kinamiliki urithi watamaduni kinachounganisha tamaduni za Kiafrika na Uarabuni, na ukarimu wenu nyinyi wa Zanzibari. Naona furaha kuwepo mahali hapa ambapo UNESCO inatambua urithi wa dunia ni pamoja na Zanzibari. Ndugu zangu, mimi natoka bara kule Iringa. Niliwahi wa kuwa mbunge wa wakunja ngumi kwa miaka kumi iliyopita nilivyochoka kukaa kwa mama wa kambo, nikajiunga na Chama cha Mapinduzi kwa sababu ya umahiri wake. Ndugu zangu, najua hatujakusanyika tu hapa kama Wazanzibari kwa sababu tu ya uchaguzi, lakini mmekusanyika hapa kwa sababu mna imani kwa serikali yenu na mna imani kwa Chama cha Mapinduzi. Niwapongeze sana kwa kuwa mna imani hiyo lakini ndugu zangu waasisi wa, wa taifa hili wametua tunu ambayo ni amani na utulivu. Maeneo mengine duniani yamekosa tunu hii ya amani na utulivu, na kwa kusema hivyo tunu hii ya amani na utulivu imechagizwa vilivyo na rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania anayeiendesha nchi hii kwa ujasiri, kwa maono na malengo ili taifa letu liende mbele. Pale ambapo kuna magomvi, ndoto zinashindwa kuzaliwa. Pale ambapo kuna mafarakano, nyimbo haziimbiki. Pale penye mafarakano, maubunifu unakosekana. Lakini kwa kuwa tunaye rais anaipenda nchi, anayeijali nchi na ndio maana tunu hii ambayo waasisi wetu walisema uhuru na kazi, wakasema uhuru na umoja. Rais wetu alipochukua nchi akasema kazi iendelee, tuendelee kulijenga taifa letu. Ninachotaka kusema kuna baadhi ya watu au kuna watu wanaojaribu kuleta propaganda kuonyesha kana kwamba Serikali ya CCM haiwajali watu wake, wanataka kuonyesha viongozi wa CCM ni makatili, wanataka kuonyesha kwamba serikali haishughuliki na maisha ya watu. Serikali ya Dr. Samia Suluhu Hassan kwa kuwa inawajali watu, ndiyo maana imeendelea kushughulika na matatizo ya maji ya wananchi wake, inawaletea karibu. Serikali ya Dr. Samia Suluhu Hassan kwa sababu inawajali watu ndiyo maana imeendelea kujenga vituo vya afya na hospitali na vifaa tiba, kwa sababu inawajali watu. Na hii ndio kauli mbiu ya kazi na utu, Zanzibar, kazi na utu. Kwa hiyo hii dhana ya kuona kama serikali ni katiri, naomba watanzania tuipuze, na ujumbe wangu hasa kwa vijana sisi ni matokeo ya kizazi kilichopita. Kizazi kilichopita kimetupa fikra ya kukaa pamoja, ya kupendana na kufanya kazi. Tusije tukaruhusu hii Tanzania, vijana tutaishi nayo zaidi kuliko wazee wanaoondoka, kwa sababu wametupa misingi ya muhimu ya kupendana, kuishi pamoja tusija tukaipoteza hiyo tunu ya msingi ambayo wazazi wetu walituachia. Tunahitaji tuangalie mbele jinsi ambavyo viongozi wetu miaka ya sitini walikuwa na kuona wewe kijana walimuona dada walimuona mama wa leo tuiache Tanzania iki wameondoka wameiacha Tanzania ikiwa bora zaidi, na sisi vijana kwa amani hii na utulivu, mawazo yetu na fikra zetu ziwe kuiacha Tanzania iliyo bora zaidi. Dr. Samia Suluhu Hassan kwa kuwa na wajali wa Tanzania, Dr. Mwinyi kwa kuwa na wajali wa Zanzibari, ndiyo maana matatizo ya afya, matatizo ya huduma mbalimbali za elimu wameshughulika na wananchi wa Tanzania. Niwaombe tusije tukakubali kuchoma kijiji chetu. Hii ni mahali ambapo tunatakiwa tuishi kwa upendo, ili tuweze kusonga mbele. Nimezungumza mahali pengine, Rais anayependa watu anashughulika na mambo ya chini kabisa. Dr. Samia Suluhu Hassan ameanzisha sha ile legal aid msaada wa kisheria kuwasaidia watu wa chini hasa wakinamama wanayohangaika na mirathi. Wakina wakinamama wale wanaosumbuliwa na masuala ya ardhi watu mbalimbali mbali, ambao hawana uwezo. Huyu ndio rais anawaangalia watu wa chini, anawagusa watu wa chini. Tulipokuwa upinzani tulipokuwa upinzani tuliilaumu serikali ya CCM kwamba inafanya miradi ya juu tu, haiwagusi wananchi. Dkt Samia Suluhu Hassan amecheza kulia na kushoto, miradi mikubwa na miradi ya chini. Uchumi wa Tanzania umeendelea kukua. Aliingia madarakani wakati uchumi wa taifa ukiwa pointi nne nukta moja leo uchumi umekuwa pointi tano nukta sita. Anastahiri makofi ya nguvu na upendo kutoka kwa Watanzania. Ninachoweza kuwaomba wadogo zangu, kaka zangu na mama zangu, heshima pekee tutakaompa mama yetu kwa kazi kubwa aliyofanya haina mfano katika historia yetu na ninasema hapa kwa ujasiri, kwa sababu nimezunguka nchi nzima. Nchi hii ni kubwa, lakini hakuna mkoa, hakuna kijiji ambacho Dr Samia Suluhu Hasani hajakigusa. Leo vijiji vyote vya Tanzania vinawaka nuru, ni kazi ya Dr Samia Suluhu Hasani. Heshima kubwa Wazanzibari tutakayompa mama yetu ni kuhakikisha tunampa kura za kutosha, atembee kifua mbele kwamba watanzania wanamuunga mkono. Zanzibar, wangapi watatoa kura kwa Dr samia suluhu Hassan na wangapi watatoa kura kwa Dokta huseni ali Mwinyi? Hizi ni lulu mbili zinazotuunganisha Watanzania. Tutembee kifua mbele, nendeni mkawashawishi watu wote ambao wana sitasita sita. Kwamba kwa nini tuchague CCM? Waambie tunachagua CCM kwa sababu tunayaona maendeleo. Tunachagua CCM kwa sababu Dkt Mwinyi amejenga vituo vya afya na hospitali. Tunachagua CCM kwa sababu shule zinajengwa, watoto wetu wanasoma. Tunachagua CCM kwa sababu ni hii serikali pekee inayoshughulika na maisha ya watu. Nimalizie kwa kusema Hakuna chama kingine chochote chenye sera, chenye itikadi, chenye mrengo sahihi na chenye ilani bora kama Chama cha Mapinduzi. Usije ukapoteza muda, hiki ni chama chenye maono, chenye dira, kinajua kinakokwenda. Tumeona jinsi ambavyo waasisi wetu wametufundisha, vyama vingine ni kama chombo ambacho kiko angani, hakijui kinakokwenda. Ndugu zangu, Niwaombe sana mtoe kura za kutosha kwa Chama cha Mapinduzi. Kidumu Chama cha Mapinduzi. Mapinduzi. Mapinduzi. Asanteni sana.